Mnamo Juni tarehe ishirini na tano mwaka elfu mbili ishirini na nne maelfu ya vijana wa kizazi cha Gen Z walichukua hatua isiyo ya kawaida, wakivunja vikwazo vya polisi na kuvamia bunge la Nairobi, wakipinga kwa hasira mswada wa fedha wa mwaka elfu mbili ishirini na nne. Msodo huo uliokuwa na mapendekezo ya kuongeza kodi kwa bidhaa muhimu kama mkate, mafuta ya kupikia na usafiri wa umma uliamsha hasira um, za um, vijana um, waliokuwa um, wamechoka um, na gharama ya juu ya maisha. Maandamano hayo yaligeuka kuwa vurugu, yakiishia kusababisha vifo vya takriban watu sitini, majeruhi wengi na uharibifu mkubwa katika majengo ya serikali. Wengine walikamatwa, kupigwa na baadhi kudaiwa kuteswa kwa kutoa maoni mitandaoni dhidi ya serikali. Tunaumia, ni uchungu. Kwa kutumia mitandao ya kijamii Gen Z waliibua mapinduzi ya kipekee kupitia alama ya reli hashtag Reject Finance Bill 2024, waliunganisha vijana mijini na vijijini, wakiitisha mageuzi na uwajibikaji wa viongozi wa serikali. Hili lilikuwa jukwaa la kwanza kubwa kwa Gen Z kuonyesha uwezo wao wa kuleta mabadiliko ya kisiasa nchini Kenya. Kufuatia shinikizo hilo, Rais William Ruto alilazimika kuchukua hatua. Hakutia sahihi mswada huu wa fedha, alivunja baadhi ya baraza la mawaziri na akaahidi kupunguza matumizi ya serikali. Number of advisors in government shall be reduced by 50% within the public service with immediate effect. Mwaka mmoja baadaye, bado changamoto zimebaki. Mnamo Juni tarehe ishirini na tano mwaka huu wa elfu mbili ishirini na tano taifa linaadhimisha mwaka mmoja tangu siku hiyo ya kihistoria. Lakini je, jinsi wameona mabadiliko walioahidiwa? Ni wazi kwamba yameleta mabadiliko. Kwanza, serikali ililazimika kusitisha baadhi ya vipengele vya mswada wa fedha kutokana na shinikizo kutoka kwa wananchi. Pili, maandamano haya yameongeza is.

geza uelewa wa siasa miongoni mwa vijana, na wengi sasa wanaelewa haki zao na wanajibu. Hata mimi naelewa haki yangu na kuna viongozi na wakosoa. Kwa upande wa mafanikio, pia tumeshuhudia uwazi zaidi kutoka kwa baadhi ya viongozi na mazungumzo ya uwajibikaji yameongezeka, na hili jambo ni muhimu sana. Familia za waathirika bado hawajafidiwa licha ya ahadi nyingi kutoka kwa serikali. Awaambie watoto ni watoto, awachane na hiyo tabia ya kuangamisha vijana, kwa sababu tunaelekea uchaguzi. Sijui atachaguliwa na nani. Sasa namwomba akubali tu kusimamisha hiyo, ndio atapata watu wa kumchagua kwa hisani yake. Udhibiti wa mitandao umeongezeka, huku vijana wakikamatwa kwa maoni yao mitandaoni. Taarifa kuhusu mauaji ya waandamanaji hazijafikishwa kwa uwazi huku kesi nyingi zikisalia bila mwelekeo wa kisheria. Na sina uoga kusema kwamba polisi hawakuua. Polisi waliua mtoto wangu, walishuti kichwa na nimemzika. kuna justice kweli?

Swala la utekaji nyara bado limekithiri kwa sasa. Taifa likiadhimisha mwaka mmoja baadaye, bado vijana wa Gen Z wanataka fidia kwa waathirika, uwajibikaji wa vyombo vya usalama, na ushirikishwaji wa vijana katika maamuzi.

We don't have to discuss much about that. Secondly, I think we need now a public amendment or rather a bill ku control vile tunafanya protest. Uh, IG polisi amesema tusiprovoke police. So, wakati uh jamaa aliwaona uh, Friday last week, mwenye alipigwa risasi Friday last week. Aliprovoke aje police na alikuwa amesimama ameshika mask. So, inamaanisha kusimama kesho na kushika mask tu kwa street, hiyo ni kuprovoke police. That what Is that what that means? Mwaka mmoja baada ya maandamano ya vijana Gen Z, bado wamesimama imara. Wanaelewa kwamba mageuzi ya kweli hayawezi kuja mara moja, lakini kwa mshikamano wao, ujasiri wao na sauti zao mitandaoni na mitaani wanaendelea kuwa kielelezo cha kizazi kinachotaka Kenya mpya yenye usawa, haki na matumaini. How are you using our own taxes to come and kill us who do you think you are is it that we are praying different gods from you who do you think do you think the country belongs to you and that is the problem we are not our parents and that is where you keep going wrong. We are not our parents we are people who educated, who are educated we are people who got education of Kibaki that's why we are not afraid of him we have nothing to lose Nalangu ni Gabriel. Mokoma na haya, ni makala spesheli kuhusu kumbukumbu kumbu za maandamano ya vijana wa Gen Z.